Asalamu As alaikum warahmatullahi wabarakatu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ujumbe kutoka kwa Allahu subhanahu wataala uliowasilishwa kwa Habibatullah Ruqayya binti Muhammad, na ujumbe huu unasema kama ifuatavyo: bismillahir rahmanir rahim. Allahu subhanahu wataala anasema, ewe Ruqayya, andika yote ninayokwambia, yasikilize na uyaandike wakati inapokuletea ujumbe wangu. Wao hawaniamini kwamba mimi ndiye Allah Jalla Jalalu mola wao ambaye huleta maonyo. Hakika hawatatafakari bali watapuuzia, na shetani kwa hila zake atawapotosha kutoka kwenye ukweli. Ewe Ruqhayya, kwa nini nisishuhudie, ili hali nilimwarifu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba nitashuhudia katika mwisho wa zama kwa ajili ya nuru yake ambaye ni wewe Ruqhayya. Hakika nilimpa habari hiyo alipokaribia umauti wake alipokuwa akilia umati umati umati umati wangu umati wangu umati wangu uchungu wa mauti ni mkubwa na Muhammadi sallallahu alaihi wasallam alilia kwa uchungu huo akihofia hali ya umma wake mimi Allah jalla jalalu nilimwahidi kumpa shuhada mashahidi katika mwisho wa zama kwa ajili ya ahadi yangu kwa Ahmadu wangu sallallahu alaihi wasallam ndio maana nikamleta nuru Ahmadi wangu, mjumbe wa sauti yangu, kama nilivyomuumba Isa ibnu Maryam alaihi salam bila baba kwa usafi. Vivyo hivyo nimemleta nuru Ahmadi wangu sallallahu alaihi wasallam akiwa ni kiungo cha sauti yangu. Kuzaliwa kwake kulitokana na nuru hiyo kwa neno langu kun fa yakun, kama Isa ibnu Maryam alaihi salam alipokuwa mwanaume. Huyu ni mwanamke shahidi aliyeumbwa kwa amri yangu na nuru ya ahmadu wangu sallallahu alaihi wasallam. Nuru zangu zimekuwa zikimjia katika maisha yake ya nyuma kupitia mwongozo wangu. Hakika yeye ni shahidi wangu kwa ajili ya waja wangu, wachukue funzo na wapate njia ya wokovu kupitia kundi la kulia. Fungua Suratul Wakia aya saba hadi ya kumi na tano ewe Rukaiya. Aya saba hadi kumi na tano inasema, bismillahirrahmanirrahim. Aya ya saba inasema, na mtakuwa makundi matatu. Aya nane inasema, kundi la kulia litakalopewa heri nyingi. Aya ya tisa inasema, kundi la kushoto litakaloingia katika mateso. Aya ya kumi inasema, na waliotangulia kwa imani ndio waliotangulia kuingia peponi. Aya ya kumi na moja inasema, hao ndio waliokaribia kwa Allah. Aya ya kumi na mbili inasema, wakiwa katika bustani za neema aya ya kumi na tatu inasema wengi miongoni mwa watu wa zamani. Aya ya kumi na nne inasema na wachache miongoni mwa watu wa baadaye. Aya ya kumi na tano inasema wakiwa juu ya vitanda vilivyopambwa kwa dhahabu na vito vya thamani. Bismillahirrahmanirrahim, ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun, maana yake hao ndio waliopata mwongozo kutoka kwa mola wao na hao ndio waliofanikiwa. Amin ya Allah.